Mshambuliaji wa D Young African Prince Dube ameweka wazi kuwa hana mpango kukaa wa kimya tena, akiahidi kurejea kwenye ubora wake na hata kuvunja rekodi aliyoweka akiwa Azam. Tunakumbuka Prince Mpumelelo Dube alitokea Azam na kujiunga na miamba ya hapa soka nchini Yanga, D Young African. Na dube ambaye kwa sasa amekuwa akipitia kipindi kikumu kutokana na kushuka kiwango chake amesema anajua mashabiki wanahitaji makali yake yale yale akiwa Azam. Tunamkumbuka Prince Mpombelelo Dube, kipindi yuko Azam alivunja rekodi na kufunga magoli mengi sana, lakini pindi tu alipojiunga na vigogo wa soka hapa nchini da Young African kiwango chake kimeshuka na a, hivyo basi, kupitia ukurasa wake wa Instagram Dube amesema kwamba Najua mnanikumbuka nikiwa Azam, nilifunga magoli zaidi ya kumi kwa msimu mmoja. Huu msimu nataka nivunje rekodi hiyo, kuisaidia Yanga kupata mafanikio zaidi, alisema Dube kwa kujiamini sana. Na haya ni maneno ya Dube kwamba anataka avunje rekodi. Tunakumbuka kipindi yupo Azam alifunga magoli zaidi ya kumi kwa msimu mmoja. Sasa amesema kwamba hiyo rekodi anataka airudie na aivunje akiwa pale Da Young African. Na mshambuliaji huyo raia wa Zimbabwe ameongeza ameongeza kwa, kwa kusema kuwa anafanya kazi kubwa sana na bidii kubwa sana akiwa mazoezini, na anaamini muda si mrefu mashabiki wataona matokeo yake. Na kwa sasa benchi la ufundi la Yanga linaendelea kumwamini Prince Pomelelo Dube na wakiamini kwamba kurejea kwake kwenye kiwango bora kutakuwa silaha muhimu sana katika harakati za timu kurejesha ubingwa wa ligi kuu, na tunakumbuka kwamba benchi la ufundi la Young African limekuwa likimwamini sana Prince Mpomelelo Dube na kumwanzisha baadhi ya mechi, na makocha wengi sana wanaokuja pale Young African wanamwamini na wanaamini uwezo wa Dube na anapata nafasi, lakini nafasi hizo hazifanyii kazi. Hivyo basi ameweka wazi kwamba saa hizi anataka arudi kwenye kile kiwango ambacho mashabiki wamekuwa wakimzoea hivyo basi, amewaahidi mashabiki kwamba watarajie vitu vizuri kutoka kwake. Sasa hayo ni maneno ya Prince Mpumelelo Dube. Wewe kama shabiki, maoni yako ni yapi? Je, Dube ataweza kurejea kwenye kile kiwango ambacho alikionesha kipindi yuko Azam? Sasa kama wewe ni mdau, usisahau kucomment maoni yako hapo, na kama wewe ni mara kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe channel yetu, na hivi ndo vitu ambavyo tunavileta hapa. Hakikisha na umebonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata habari kutoka kwetu. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine. Keep watching. Bye, bye.